Ndugu wananchi na ndugu viongozi, haya ndio mapenzi aliyonayo Daktari Samia Suluhu Hassan, na ndio maana mpaka leo hii anaendelea kuwapambania wananchi wa Kitanzania, lakini pia anaendelea kuwapambania wananchi wa eneo hili la Mpwapwa juu ya kuwaletea maendeleo makubwa. Leo hii ilikuwa hapa ikinyesha mvua, wa huku wanabaki huku na wahuku wanabaki huku, kwa hiyo shughuli zetu nyingi zinakuwa zina sita wakati wa kipindi hicho, lakini leo hii tunajionea daraja hili lenye ubora na kwa kweli mimi niwaambie ndugu wananchi Daktari Samia Suluhu Hassan ana mapenzi makubwa na wana Mpwapwa. Kwa kweli anaendelea kufanya kazi kubwa kupitia mwenge wetu huu na wa, wa Uhuru ambao najionea maendeleo makubwa anayofanyika hapa, lakini tumefika katika eneo hili. Kwa kweli tumekagua na mimi pamoja na vijana wenzangu, kwa kweli tumekagua daraja hili, ndugu wananchi, lina ubora, nimezingatia viwango, lina vigezo vyote vya kuweza kumalizika ili wananchi waweze kulitumia daraja hili mwenge wa uhurutale baada ya kusema hayo, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwa heshima na mapenzi ya wananchi wa eneo hili, mimi pamoja na vijana wenzangu, jumla yetu tuko sita, tumeridhia kuweka jiwe la msingi wa mradi huu wa ujenzi wa daraja katika eneo hili, ili wananchi wetu waendelee kupata huduma bora, waweze kufanya harakati zao za kila siku.